alkulu min alzaujain yabhathu an lsaadati lzaujia katika ndoa zetu. Leo mume au mke, wote wanatafuta maisha mazuri ya ndoa, na hakuna aliyeyapata. Ukimsikiliza mume ambaye yupo katika ndoa, anatafuta maisha mazuri, anatafuta furaha ya ndoa. Ukimtafuta mke aliyeolewa, ukamsikiliza pia analalamika kwamba maisha ya ndoa pia si mazuri kwake, anatafuta maisha mazuri ya ndoa. Swali linabaki kichwani, maisha mazuri ya ndoa ni epi, na ni ipi nguzo ya kuyapata hayo maisha mazuri? Moja anasema nilioa na miaka ishirini katika ndoa, nilitoa gharama nyingi sana kumtafuta mke ambaye nilimpenda, sikujali mahari wala pesa za sherehe, nilitoa kila kitu, nikajua huyu ni mke ambaye atanipa furaha katika maisha. Basi anasimnia nasema, hii ni miaka imeenda, lakini ile furaha sijaipata. Na nilimpenda, mpaka nikamposa, nikamuoa kwa halali, lakini furaha ambayo nilikusudia kuipata sikuipata mpaka leo. Huu ni mwaka wa ishirini. Mke anakusimlia anakwambia niliolewa na huyu, nilimpenda sana na nikafurahi kwamba anaingia katika maisha ya ndoa, lakini huu ni mwaka wa ishirini. Maisha ya furaha katika ndoa si ya jui, hizi ni kero ambazo zipo katika maisha zaujain ya ndoa, alkullu min azaujain yabhathani saada, kila mmoja anatafuta maisha mazuri. Ni epi maisha mazuri? Ni epi sasa? Mwisho wa siku kila mmoja amekata tamaa, basi wanaishi hivyo hivyo, lakini ile saada katika moyo haipo, wala wala hakuna anayefurahia maisha ya ndoa isipokuwa ni wachache. Nataka nikumbushe ndugu zangu watazamaji kwamba msingi wa maisha mazuri ya ndoa au furaha ya ndoa ipo kwa mke. Furaha ya ndoa na maisha mazuri ya ndoa msingi wake ni mwanamke yaani almaratu salihatu imadu tilka saada mwanamke mwema ndiye nguzo ya hayo maisha mazuri ya ndoa na huende mwanamke ambaye unanisikiliza ulikuwa hujui hilo ukadhani kwamba nguzo ni mume wako au nguzo nguzo ni ni kitu kingine lakini nguzo ni mwanamke kwa necha ambayo allah subhana wa taala kamuumba nayo mwanamke mwanamke kaumbwa kumpa furaha mume ndio asli na hakuna mwanamme yoyote katika hii dunia atakosa kumtriti mwanamke ambaye yupo positive. Hayupo. Kila utakapojiweka we mwanamke katika nafasi yako, basi mume wa aina yoyote atakupa mapenzi. Hii ndo asili. Lakini ukitazama leo, wanawake wamesahau zile nafasi zao. Wanawake wamesahau nafasi zao ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala au Mungu kawaumba nazo hizo nafasi nafasi za kila mwanamke ni kumpa furaha mwanaume, na mwanamke ndiye nguzo ya saada zaujia, ya maisha mazuri ya ndoa. Ndio maana sisi dini yetu inatuamrisha kwamba tuwatafute wanawake tuweze kutulia. Kumbe utulivu wa dunia yote hii ipo kwa wanawake. Kwa mwanaume wetafuta chochote katika hii dunia, chochote, miliki kila kitu, lakini hutopata utulivu wa moyo kama hutompata mwanamke ukamwoa ukaishi naye. Lakini wanawake wanahisi kwamba hii nafasi sio yao, lakini wana nafasi kubwa sana y kutengeneza ha maisha mazuri ya ndoa ikiwa mwanamke atajitambua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema innama dunia mataa Inama adunya mataa walaisa mimatai dunya shaiun afdal min almarat lsaliha. Yani, dunia hii yote ni starehe. Mwenyezi Mungu kaumba dunia kama bustani, binadamu aweze kuishi. Kila kitu kipo alhamdulillah. Lakini vyote hivyo vikusanye mwanamme kuwa na kila kitu, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na mali, kuwa na nini. Lakini hutopata starehe nzuri kuliko vyote kama hujapata mwanamke mwema. Tazama mwanamke anapata nafasi gani? Lakini Qur'an imetuambiaje? Qur'an imetuambia kwamba katika miujiza ya Allah na dalili zake na aya zake, ametumbia wanawake katika jinsia yetu sisi ili tuweze kutulia kwa hao wanawake, katika miujiza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbo tulivu yetu sisi wanaume ni kwa wanawake, bi maana almar'atu salihah imadu alhayati zawjiyah, mke mwema ni nguzo ya maisha ni nguzo ya furaha katika maisha ya ndoa. Lakini sio kila mwanamke ni yule mwanamke ambaye kajitambua, lakini pia na sifa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama adunia mataa walaisa mimatai dunya shay'un afdal min almarat saliha, katika dunia hakuna kitu bora, kizuri starehe kubwa, kuliko kupata mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni kitulizo sakina ya mwanamme. Mwanamke mwema ni kimbilio la mwanamme. Ndio maana tukasema mwanamke ambaye yupo positive, lazima mme atamwonesha mapenzi. Mwanamke, ukirudi katika asili yako, ukasema mimi ndio kitulizo cha huyu mme wangu, mimi ndio kimbilio la huyu mme, basi lazima mume arudi chini. Lakini ikiwa ikiwa mwanamke umejitambua, tazame kisa cha Bi Khadija radhiallahu anha

akamwambia kilichomsimulia kilichomtokea mwanzo hadi mwisho. Mtume akasema, nimeogopa sana kwa hiyo hali ambayo imenitokea. Sikiliza maneno ya mwanamke ambaye yanatoka katika mdomo wake katika moyo wake, kumwambia mme wake baada ya kupatwa na matatizo. Na tuangalie wake zetu leo, je, ni kimbilio la, la wanaume wakiwa, wakiwa katika shughuli zao kutwa nzima, wakutana wakuta matatizo umepata hasara katika biashara, umekumbana na kadha na kadha, unampata huyu mwanamke wa kuweza kulewaza? Je, mwanamme ukiwa katika shughuli zako, unaweza kumpigia mke wako katika shida fulani ya kulewaza ya kupe fikira? Tazame ni maisha tunayoishi kumbe, wanawake wako wapi sehemu zao? Wameziacha sehemu za utulivu za kuwatuliza wanaume, ambao wanawake ndo chanzo cha utulivu wa huyu mwanaume. Lakini lil asaf, leo wanawake kwamba na wao wanataka utulivu, na mwanamke yuko tayari kulalamika katika midia na akatangaza, bwana mimi ndoa yangu sina amani, mahusiano haya sina amani nayo, sielewi. Lakini mwanamke ndio hujielewi. Rudi katika asili yako, na ujitambue kwamba wewe ni nguzo ya haya maisha mazuri, kwamba umfanye mume akufikirie wewe akiwa kazini, akiwa kwenye matatizo akikumbwa na janga aweze kupigia aweze kuwahi nyumbani lakini akifika pia nyumbani, uwe wa kwanza kumuondoshea zile fikra, kumtuliza, kujua aliokutana nayo, kumpa pole. Yani, wendo ndo kazi yako kubwa. Allah subhana wa taala anatuambiaje ndani ya Quran? wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu, yani lengo sisi la kuoa la kutoa gharama la kutafuta la kutoa mahari la kila kitu tupate kutulia basi litaskunu ilaiha, mweze kutulia kwa hao wanawake. Kumbe sisi tulizo letu ni ninyie wanawake, kumbe nyie ndo nguzo ya furaha ya maisha ya ndoa. Bi Khadija anamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume kawambia laqad khashitu ala nafsi, mke wangu nimeogopa, haya yalitokea. Bi Khadija sikiliza maneno

mme wangu ni wa, ni mkirimu kwa ni mkarimu kwa wageni, akaanza kumtajia zile sifa mpaka Mtume akatulia. Hii ndio kazi ya wanawake. Mwanamke ukiwa positive, lazima mwanam, mwanamme wa aina yote atakutreat na hakuna mwanamme ambaye ni mgumu wala haambiliki wala hakamatiki. Hapana, ni nafasi yako wewe, umechukuliaje nafasi yako? Nafasi yako ni kubwa sana We ni nguzo ya saada, ndo nguzo ya haya maisha ya ndoa kwa ujumla na furaha yake, we mwanamke. Lakini lazima ujitambue na utambue nafasi ya huyu mwanaume pia, kwamba ana nafasi gani katika dini. na mimi nikae wapi, ili maisha haya mazuri ayafurahie. Kwa sababu sisi, lengo la kuoa wewe na ugharamikia na kila kitu, basi tupate sakina, tupate kimbilio, tupate wapi wapi pa kuzungumzia mambo yetu ya kikazi, hasara zetu, mani yote ambayo si tunayo kutwa nzima, tupate sehemu. Lakini tazama wanawake wanavyoishi na wame zao, hizi nafasi kwa kweli wanawake mmezipoteza. asaadatu zaujia min akbar aniam al alati yamunu Allahu taala ala al ibadihi baada alislam walsiha, maisha ya ndoa

Mtume kawambia wanawake ambao mtakuwa nanyi peponi, wenye sifa za kuingia peponi. Mwanamke ambaye akikasirika au akafanyiwa hasira, za kawaida, ni mwanadamu, lazima atafanyiwa au usi e ilaiha au mme, hata kamuudhi, au akafanyiwa na mtu yoyote, au mwanamke muda huo akakasirika, lakini yupo katika ndoa na yupo na mme wake. Mfano kama ni usiku, lakini kakasirika kama mwanadamu, ufanye nini mwanamke? hasira zinapokuja, upo karibu na mme wako, upo na mme wako ndani, ufanye nini? Sikiza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ghadibat au usia ilaiha, anapokasirika huyu mwanamke au akafanyiwa kufanyiwa, ni mme labda umemuudhi, au ghadiba zawjuha, au mme wake pia kakasirika, ghadiba zawjuha au, au mume kakasirika, pande zote mbili. Mume kakasirika kwa mambo yake ya kikazi au umemuudhi pia au pia wewe mwanamke umekasirika, kakuudhi mume. Kuna hasira pale, ni nani apunguze hasira za mwenzake? Ni nani achukue ile nafasi mwi, nafasi kubwa pale ni nani? Tazama na sisi maisha yetu tunayoishi, halafu leo mwanamke anatangaza kwamba hana furaha ya ndoa. Nani ya kupe furaha? We ndo furaha kubwa, ndo chanzo wewe cha maisha yote ya ndoa, si mume. Mume ana sehemu zake lakini wewe ndo imadu tilka saada, wewe ndo nguzo ya furaha yote, wewe ndo hasa. Mtume katika hii hadith anasemaje? ikiwa hali hiyo imetokea nani atengeneze furaha? nani aondoshe ile hali? Yani nani mwenye ubavu? Mume pia na ubavu, lakini nani mwenye ubavu? nani nguzo ya hali hiyo ili kae sawa na maisha mazuri endelee? Mtume anasema mwanamke akiwa katika hali hiyo, anasema qalat Yadi fi yadik hadi yadi fi yadik. Mwanamke anaenda kwa mume wake, anamwambia mikono yangu ipo katika mikono yako, bi maana dhati fi yadik, mimi ni wako, wewe ndio unamiliki yote kwangu, mimi wewe ndio unanimiliki, unanihukumu, ndio kila kitu, wewe ni mume wangu, ndio kila kitu. Japo kuwa amekosea mume au umetokea tafrani fulani, lakini wakulimaliza mwenye nafasi kubwa ni mwanamke. Basi mwanamke atawambia maneno hayo, mimi ni miliki yako, dhati fi yadika, la aktahil yaani bighamdin maana la anamu, sitolala usiku huu mpaka uridhie, mpaka uniridhie, uwe radhi, uwe na furaha, ndo nitalala. Au maneno yanatoka kwa mwanamke kumwambia mume wake kwa hali yote ambayo imetokea Ameudhiwa yeye ameudhika nani? Yani, kwa yote ambayo imetokea, lakini wa kumaliza na kutaanza furaha ni mwanamke. Ana nafasi kubwa mno, hayo maneno tu machache, mwanamme atakaa vizuri na akili yake itakaa vizuri na atakutreat mpaka utaona ajabu, atakujali na kuonesha mapenzi kwa hayo maneno tu machache, kwamba mme wangu, basi wewe ndo kila kitu, wewe unaweza kunifanya utakavyo lakini usingizi, siwezi kulala mpaka uwe radhi. Hayo maneno yatamfanya mwanamme aombe radhi, yatamfanya mwanamme akupende, yatamfanya mwanamme atoke, yani atapike yale ambayo alikuwa nayo katika akili yake, atazungumza na wewe utafurahi, lakini wa kutengeneza furaha ni mwanamke. Kwa hii nafasi wanawake wameiacha. Leo mwanamke tayari na mme wake, usiku kucha hasemi naye Sio usiku, wiki nzima, hana taimu kwamba mme kakasirika kwa vipi, hana taimu wala hajali mapenzi ya huyo. Ya huyo mwanamme vipi, je, karidhika? Kakasirika la, hana taimu, japo anakulisha anakutunza, yote hayo anakufanyia, japo mekasirika, lakini bado anakula bado anaishi kwake, kila kitu. Wanaume wako hivyo yani, yeye yeah, hapunguzi gharama wala majukumu yake yako pale pale. Mwanamke jiulize, unamfanyia nini huyu ye majukumu yake haya anatekeleza, hajakufukuza kufukuza ndani ya nyumba, baada ya kasirika la, bado upo miaka yote, bado jitanzame kwamba wewe nafasi ulipewa na Uislamu, na Mtume Salma katika hadithi mwanzo alisema wadudun kwa mwanamke mwenye sifa hii, kwa maana alimtahabiba ila zawjihi, ni mwenye kujibebisha kwa mume wake, mwenye kujibebisha kwa mume wake, alimtahabiba ila zawjihi maana tuhibu zawjaha, ni mwanamke ambaye anakuwa anajibebisha Yaani ana, ani romantic kwa mume kwa mume wake, sio mkavu mkavu. La, najua mmekaingia hapa, nikae vipi nizungumza naye ni vipi mahabba almutahabiba, huyo ndio mwenye sifa za peponi, ndio mwenye sifa za kuwa nasi peponi. Mtume anasema wadudun waludun, lakini pia ni mwingi wa kuzaa, ana nzao na anazaa na anapenda watoto. Huyu mwanamke huyu mwenye sifa hizi ndiye ambaye anaweza kuleta saada na sifa nyingi ambazo kazitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi. Asi sisi, sisi, sisi. Sisi wanaume ndio tu tumeelekezwa na dini kwamba tutafute kule kwa wanawake kwamba yote tuwe nayo lakini utulivu wetu na sakina kitu, kila iklimu, na kila kitu ni nyinyi wanawake. Kwa kila mwanamke ambaye anasikiliza hii clip na mawaidha hiya imadu saada zaujia, ni nguzo ya maisha ya ndoa, arudi katika nafasi yake, awe sakina utulivu kwa mme wake, awe ndo kimbilio la mewake, mme wake. Mme akipatwa shida ajue nampigia mke wangu simu, anielewaze, anipe fikira, anitulie si tunafukuza wanaume, kwa sababu sio sifa zenu nyewe, wanawake. Sifa zenu wanawake, sisi ndio tuje kwenu. Ndio maana dini ikatwambia tutafute, eh, tuoe, tutoe mahari, tuwachukue. Baada ya kuwachukua, tuwagharamikie, tuwape makazi, tuwape chakula, tuwape kila kitu, ili weje utulivu tu sakina. Basi tutafute utulivu, kwa sababu hii dunia yote hii, tuwe na kila kitu, tuwe tu na kila kitu, lakini kama hatuna mwanamke mwema basi sisi hatuna kitu. Kwa mwanamke mwema ndo saada zaujia, na tuombe insha Allah wake zetu dada zetu, turudi katika asili yetu. na kila mwanamke anaporudi katika asili yake akawa positive, basi mwanamme yote atampa mapenzi na mwanamme yote atamsikiliza na mwanamme yote atamfanyia kila kitu mwanamke. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache tuweze kuyafanyia kazi.